Matibabu ikawa ni mwisho, akawa kule kukohoa kwake ni mfululizo usiku na mchana, yani kipindi cha miaka mitatu. Ikabidi nifukuzwe kwa ndoa, nikabaki na mtoto wangu, maanake ilikuwa ni kipindi kigumu. Ikawa miaka mitatu mimi sijaona kulala, nikazunguka mpaka nikachoka. Mwisho ma... siku ya ubatizo niliingia mahali hapa. Ngoja mama, ngoja. Hiyo miaka mitatu yote alikuwa anakohoa, alikuwa anakohoa mfululizo. kuna dawa alikuwa anatibiwa na neurology pale sehemu ya Kenyatta. Mwisho tukakuja hapa Mombasa hapa, akawa anamdunga dawa ili alale, lakini ile dawa ikawa hata imshiki. Sasa mimi nikakaa anampa ile dawa, lakini hata yeye alikuwa umpe dawa alale, ndio kule kukoa kusimame. Yule neurology akaniambia kwamba kule kukoa kuwezi kukatika maanake sijui aliongea ni akasema kule kukoa ni alale apumzike akiamka naamka na kule kukoa kipindi cha miaka mitatu. Mimi nikiingia hapa siku ubatizo, nilikuwa niko na huzuni mwingi, nipokaa pale mbele naambia yani na, na, natembea na yeye Mungu ni nini, maanake ilikuwa kama ni aibu. Lakini nikiingia kwa ule mlango nikaambia Mungu niondolee hii aibu. Sikuwa na chochote wala sikuwa na sandaka ya kutoa kwa ajili ya ukijani, lakini hivi leo nashukuru Mungu hivi hata ametulia kule kukoa hakuna juzi Amen. Ule babake ule bwanangu aka aliposikia alikuja akamwangalia akasema, kijana nimempa nini? Nikamwambia sijampa kitu. Kipindi ya miaka mitatu ule mzee alimtoroka juzi, nimemwona amekuja kumwangalia, akasema, huyu kijana alikunywa nini? huyu alikunywa dawa gani? Nikamwambia mimi nilienda kwa mtumishi kule Mavueni Ezekiel. Hakuongea kitu, akanyamaza. Tena akarudi, mzee wako alikuja juzi E, alikuja juu zi wiki amekuja hata pale anapa pale tunakaa hapa juu, aliletwa pale, maanake alisikia huu kijana akooi tena, maanake waliniambia kwamba atakoa mwisho, tutakuja kuchukua kijana wetu hakaziki, na Mungu amenisaidia. Lakini sasa kijana wako ni mzima, hakohoi. Amen, kijana ni mzima, hakohoi. Sompe Yesu, makofi amen. Mazuri. Hayo yote Yesu ameyafanya. Imagine mzee amerudi anauliza ulifanya nini mtoto? Amen. Naomba pia rudi, muishi pamoja sababu mtoto amepona. Amen. Amen. Kwa jina Amen. la Yesu.